Yeye ni kama simba angurumaye na azungukaye akitafuta mtu wa kumumeza. Somo hili linasisitiza umuhimu wa kuelewa asili, tabia na mbinu shetani anazozitumia ili tuweze kumpinga kwa ufanisi. Shetani huja kuiba, kuwa na kuharibu. Majaribu ya shetani hupata nguvu kupitia kie kile tunachotamani, na mara nyingi hutumia udhaifu wetu kama silaha ya kutushawishi. Ndiyo maana maombi ya ulinzi wa kiroho ni muhimu sana katika maisha ya kila siku ya Mkristo. Wakristo hawapigani na damu na mwili, bali na ufalme, mamlaka na nguvu za giza, kama ilivyoandikwa katika Waefeso sita. Ni muhimu kuelewa njia za shetani na jinsi ya kumpinga ili kuishi maisha ya ushindi wa kiroho na kudumu katika imani. Kama tulivyosema, Mkristo anayemjua Mungu anayejijua katika Kristo, anayejua nafasi yake katika hatima ya Mungu, anayeelewa kanuni za ufalme wa Mungu, anayeelewa wanadamu na kujua adui ya Ukristo wake anakuwa na msingi imara kiroho.